Mpendwa mtazamaji, siku ya Ijumaa, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika Injili ya Luka sura ile ya yeah. <laughs> ndipo nika mpendwa mtazamaji, siku ya Ijumaa karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika Injili ya Luka sura ile ya kumi na mbili aya ya kwanza hadi ya saba Nitaisoma. Wakati huo makutano walipokutanika elfu, elfu hata wakakanyagana, alianza kuambia wanafunzi wake kwanza, jilindeni na chachu ya mafarisayo ambayo ni unafiki. Lakini hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Basi yoyote mliyoyasema gizani yatasikiwa mwangani, na mliyoyanena sikioni mwa mtu katika vyumba vya ndani yatahubiriwa juu ya dari. Basi nawaambieni ninyi rafiki zangu, msiwaogope hao wauao mwili, kisha baada ya hayo hawana wawezalo kutenda zaidi. Lakini nitawaonya mtakayemwogopa: mwogopeni yule ambaye akisha kumuua mtu ana uweza wa kumtupa katika jehanamu. Nam, nawaambia mwogopeni huyo. Je, mashomoro watano hawauzwi kwa senti mbili? wala hasauliwi hata mmojawapo mbele za Mungu. Lakini hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Msiogope basi, bora ninyi kuliko mashomoro wengi. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na maneno mazito ya Yesu Kristo ambayo anayatamka kwa wanafunzi wake wale ambao wameamua kumfuata Yesu Kristo kwamba yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao, yeye ni Rabi. Anasema jilindeni, jilindeni na chachu ya Mafarisayo. Kwa nini anaanza na hili neno la kuweza kujilinda na Mafarisayo? Walikuwa ni watu gani? Mara kwa mara tumekuwa nikiwafundisha nikiwaeleza kwamba Mafarisayo walikuwa ni viongozi wa kidini nyakati zile Yesu Kristo alivyokuwa anaishi, walikuwa ni viongozi wa kijamii ambao walitoa maisha yao kuwafundisha watu neno la Mwenyezi Mungu, hasa watu walikuwa naishi maeneo ya pembezoni, maeneo ya vijijini wao. Wow, hawa mafarisayo badala ya kusimama katika zile kweli za Mwenyezi Mungu wakawafanya watu kuweza kuwa ni mitaji yao. Ndio maana katika injili ambazo zimepita, Yesu alikuwa anatoa ole nyingi sana. Mafarisayo ndio walikuwa wa kwanza kuweza kupanga mauaji kwa manabii mbalimbali ambao Mwenyezi Mungu alikuwa amewatuma kwenda kukemea uovu. Viongozi hawa wa kidini hawa, sasa mafarisayo, badala ya kusimama katika kweli ya Mwenyezi Mungu ndani ya mioyo yao, wakatumia muda mwingi sana kufanya maonyesho ya nje, katika mavazi, katika kufunga, kuweza kujionyesha namna gani ya kuweza kutembea katika, katika mitaa katika makalu katika masoko, kwenye masoko, wakawa wanatumia muda mwingi kujionyesha katika mambo ya nje kwamba wao ni wacha Mungu, lakini ndani mwao umejaa unyang'anyi. Yesu Kristo anawaita, amesema jilindeni sana na chachu ya mafarisayo ambayo ndani mwake imejaa unafiki. Mnafiki ni mtu gani? Mnafiki, mpendo wa mtazamaji, ni mtu ambaye kwanza si mtu mkweli Mnafiki ni mtu ambaye amevaa kinyago usoni pake, ni msanii. Mnafiki ni mwigizaji. Mnafiki si mtu ambaye ni mwaminifu, anachokizungumza nje ni tofauti kabisa na kile ambacho kiko ndani mwake, anachosimama katika majukwaa na kuweza kukizungumza, anafanya maigizo. Kwa hiyo watu wanaweza kutumia muda mwingi kutengeneza maigizo mbele za watu. Hawa watu wote ni wanafiki, hawazungumzi kile ambacho ni cha ukweli. Asa hiyo chachu ya unafiki amesema kwamba isije kaingia kwa watu wa Mwenyezi Mungu, isije kaingia katika kundi hili anaendelea, anasema kwamba mkijilinda katika unafiki usingirani mwenu mna heri. Lakini anazungumza kwamba lile jambo ambalo limefanywa kwa siri, limezungumzwa kwa siri, ambalo watu hawataki liweza kujulikana, itafika kipindi ambalo lilo jambo litasikiwa angani, litasikiwa katika mwanga, litazungumziwa huko kwamba unafiki, mnafiki na kundi lake hawawezi kudumu hata siku moja. Mambo ambayo wameyapanga kwa siri, mambo ambayo wa maovu wameyapanga kwa siri, amesema siku moja lazima yaje yasikike tu huko nje. Naam, anasema kwamba kwa hawa wafuasi wake, anasema ninawaambia ninyi marafiki zangu. Hawa wafuasi wake, wanafunzi wake, akasema ni marafiki. Ni habari njema sana. Anasema msiwaogope hao wanaoua mwili kwa hiyo Yesu leo anatamka neno la usiogope na katika Biblia wataalamu wanasema kwamba neno usiogope limezungumzwa mara mia tatu sitini na tano yaani siku kila siku neno usiogope liwe katika kinywa chako usije ukaogopa anasema usije ukamwogopa mtu mwanadamu ambaye yeye ana tabia ya kuua, kuua mwili lakini baada ya hilo hana uwezo zaidi ya hilo alikuwa na maana gani Yesu Kristo Alikuwa na maana hii kwamba mwanadamu, eh, mwanadamu nguvu zake juu ya mwanadamu mwenzake imepunguzwa sana. Mwanadamu ni mwili na roho. Kwa hiyo ukimwona mwanadamu ambaye yeye anabuni mbinu za kuweza kumwangamiza mwanadamu kimwili, anamharibu mwanadamu, anaharibu maisha ya mwanadamu mwenzake katika mwili, lakini hana uwezo katika swala zima la roho huyu hapo ameshapunguziwa uwezo mkubwa sana. Mungu yeye ndio ana uwezo katika suala zima la kuweza kuifuta nafsi ya mwanadamu yeyote yule, akampoteza katika mwili na akapoteza pia katika roho yake. Akasema kwamba ulinzi wa Mwenyezi Mungu ni mkubwa zaidi na una nguvu zaidi kuliko ulinzi wote wa mwanadamu. Ndio maana Yesu amesema kwamba usije ukamwogopa mwanadamu yeyote ile ambaye anasimama, ambaye ni mnafiki, anasimama kuweza kuangamiza mwili, msimwogope msije mkamwogopa mwanadamu yeyote yule, anawaambia wanafunzi wake, kwa sababu huyu mwanadamu akishafanya hilo hawezi kufanya jambo lingine zaidi. Anazungumza, anasema Yesu kwamba mbona hata nywele za vichwa zetu zimehesabika mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kama nywele za vichwa vyetu zimehesabika mbele za Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu yeye atatulinda, ulinzi wake ni mkubwa zaidi. Anasema nywele za vichwa vyetu zimehesabika mbele zake, anasema msiogope, basi bora ninyi kuliko mashomoro wengi. Na hilo ndio neno ambalo leo hii inalokupatia leo hii usitembee katika hofu, hata kama utapata vitisho vya namna gani, hata kama utapita katika mazingira mabaya ya namna gani, kwamba watu wanapanga mauaji kwa baadhi ya watu ambao ni wafuasi wa Kristo, msije mkamwogopa huyo mtu. Wa kuweza kumwogopa ni Mwenyezi Mungu, sababu mwanadamu katika siku zake inavyoisha hapa duniani amepunguziwa uwezo mkubwa sana, hasa anaposhughulika katika swala zima la nafsi za mwanadamu. Uwezo wake umepunguzwa sana. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.